Polisi huko Busia inamzuilia mwanamke mmoja raia wa Uganda ambaye anashukiwa kuhusika na wizi wa simu za rununu katika kaunti za Nairobi, Kiambu na Nakuru. Yamkini simu hizo za wizi zilikuwa zinavukishwa kuelekea Uganda. Kamanda wa polisi eneo la Magharibi, Isa Muhamud, amesema kuwa simu hizo zimenaswa katika mpaka wa Kenya na Uganda kwenye operesheni ya maofisa wa polisi huku jumla ya simu 291 zikipatikana pamoja na simu nyingine 69 ambazo zimekuwa zimetumika.

in different parts of Kenya. This was an intelligence led surveillance by our officers and we arrested a Ugandan nationality attempting to cross the border to UG with these items. Kutoka county number 40, tuelekea county number 45 t ambapo maofisa wa polisi.